karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukerebe. Bukerebe TV, habari za asubuhi. Karibu katika kesha la ya asubuhi leo. Ni siku ya Jumatatu ya tarehe 27 ya mwezi wa 10, 2025. Somo letu la leo linasema shahidi kanisani daima. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya tano na ule mstari wa nne Bwana alisema nanyi uso kwa uso mlimani toka kati ya moto. Tuombe. Ee Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi ya kuamka tena asubuhi ya leo. Tunakusanyika katika kesha hili la asubuhi, tunakuomba uwepo wako ututawale. Fungua mioyo yetu ituelewe ujumbe wako, utukumbushe kuwa umekuwa shahidi wetu tangu kale, na ututie moyo wa kuwa mashahidi wa kweli kati ya kanisa na ulimwengu tuwezeshe kupokea nguvu mpya kwa ajili ya siku hii. Katika jina la Yesu Kristo tunasali amina. Kamwe Mungu hajawahi kuliacha kanisa lake bila shahidi. Katika matukio yote ya majaribu na uthibitisho ya upinzani na mateso, katikati ya giza la kimadili ambalo kanisa limepitia, Mungu amekuwa na watu maalumu ambao wameandaliwa kuichukua kazi yake katika hatua tofauti na kuiendeleza mbele kwa mafanikio makubwa. Kupitia kwa wazee na manabii alidhihirisha ukweli wake kwa watu wake. Yesu alikuwa mwalimu na watu wake wa zamani kama ambavyo alikuwa alipokuja duniani akiwa amefunikwa kwa vazi la ubinadamu, akiwa ameuficha utukufu wake katika umbo la ubinadamu. Alitokea mara nyingi kwa watu wake na kuongea nao uso kwa uso kama mtu asemavyo na rafiki yake. Yeye kiongozi wao asiyeonekana ajificha kwenye nguzo na wigo la moto na kuzungumza na watu wake kwa njia ya Musa. Sauti ya Mungu ilisikiwa na manabii ambao aliwateua kwa ajili ya kazi maalum, na kubeba ujumbe maalum aliwatuma ili kurudia maneno yale yale tena na tena. Alikuwa na ujumbe ulioandaliwa kwa ajili yao, ambao haukuwa kwa njia na mapenzi ya wanadamu, na ujumbe huu aliuweka vinywani mwao na kuwaongoza kusema. Aliwathibitishia Roho Mtakatifu angewapatia lugha na maneno ya kusema. Yeye aliyeujua moyo angewapatia maneno ambayo kwayo angewafikia watu. Kamwe hakutakuwa na wakati katika historia ya kanisa ambapo mtendakazi wa Mungu atakunja mikono yake na kutulia akisema, yote ni amani na salama. Hapo ndipo ule uharibifu utakapokuja. Kila kitu kinaweza kusonga mbele katikati ya mafanikio yanayoonekana, lakini Shetani yuko macho na anajifunza na kushauriana na malaika zake waovu juu ya mbinu nyingine ya ushambuliaji, ili aweze kufanikiwa. Shindano litazidi kuwa kali zaidi na zaidi katika upande wa Shetani, kwa sababu anachochewa na nguvu kutoka chini. Kadri kazi ya watu wa Mungu inavyosonga mbele kwa nguvu iliyotakaswa na isiyoweza kushindwa, wakipanda kiwango cha haki ya Kristo katika kanisa wakichochewa na nguvu kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Pambano kuu itazidi kuwa kali zaidi na zaidi, na litakuwa bayana zaidi na zaidi. Watu watapangwa ya watu, mipango dhidi ya mipango, kanuni za asili ya mbinguni dhidi ya kanuni za Shetani. Ukweli katika awamu zake mbalimbali utapingana makosa katika aina zake zinazobadilika badilika, zinazoongezeka na ambazo ikiwezekana zitapotoshwa hata wateule. Nabii Ellen G White aliandika la kazi yetu inapaswa kuwa yenye bidii. Hatupaswi kupambana kama watu wanaopigana na upepo. Huduma mimbari na viwanda vya uchapishaji huhitaji watu kama karibu ambao watafanya na kuthubutu, watu ambao macho yao yamekazwa kuutambua ukweli mbali na makosa, ambao masikio yao yamewekwa wakiva kupokea maneno toka kwa mlinzi mwaminifu. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 404 hadi ukurasa wa 407 Ulimwengu unahitaji ishara za Kristo wa kweli. Testimonies to Ministers and the Gospel Workers kurasa 416. Tuombe. E Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa neno lako ilotukumbusha kuwa wewe huwa shahidi wa kanisa lako daima. Tunakuomba tutengeneze kuwa mashahidi wa kweli wa nuru yako, tusioyumba wala kuogopa majaribu. Tusaidie kuwa waaminifu katika kazi yako hadi mwisho. Uwe nasi katika siku hii, Utulinde, utubariki na ututumia kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina.